Katika video hii tazama picha hiyo. Picha unayoiona hapo mbele yako, unaona nini? Bila shaka hiyo ni mbegu. Tazama vizuri, sasa utapata kuelewa maana ya sheria ya kwanza ya kiroho ambayo naenda kukupa, naenda kukwambia. Kama ni mgeni katika chaneli hii, inaitwa choma giza. Hapa tunajadili mambo ya kiroho na tunasambaza nuru ya Roho Mtakatifu. Hakikisha umesubscribe channel hii, umelike video kuonyesha unapenda kazi za Mungu, lakini pia hakikisha unaishare video hii kwa marafiki sheria tano za kiroro, hizi hapa ni sheria tano za kirono. Sheria namba moja ni sheria ya kupanda na kuvuna. Kuna kitu hatujui lakini kinatuandika kila siku, unapoamka, unapotembea, unapozungumza, unapofikiria. Mbinguni kuna vitabu vinafunguliwa na jina lako liko huko. Mambo yote hayo yanayoandikwa ubadilisho kuwa mbegu ambayo matunda yake unaanza kula hapa duniani kisha baadaye siku ya hukumu. Sheria ya kupanda na kuvuna ni sheria ya kiroho ambayo ni sheria kuu za kiroho ambazo haziwezi kubadilishwa katika ulimwengu wa roho. Kila tendo, kila neno, kila fikra, kila tabia unayoruhusu mashini mwako, inakuwa mbegu. Mbegu hii haipotei, unapanda katika mwili wako, mazingira yako na hata katika hatima yako, lakini baadaye hukuzunguka na kurudi tena kwako mwenyewe. Ukitenda mema kutoa msaada, kuonyesha upendo, kusamehe wengine, kuombea watu wengine, katikati ya maombi yako, unapanda mbegu ya baraka ambayo matunda yake baadaye utayala mwenyewe, kwa kuwa yatachipuza katika njia mbalimbali mbali, ambazo huzifahamu. Vile vile ukitenda mabaya yatakurudia mwenyewe, na mbegu hiyo unayoipanda utaila baadaye matunda yake, kwa kuwa itakurudia katika njia usiyoifahamu. Lakini ujue kuwa matendo yote hayo yanaandikwa katika kitabu cha The Book of Deeds. Hiyo ndo maana ya Wagalatia 6:7 inasema, msidanganyike, Mungu hadhiakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna . Hakuna hatua yoyote katika maisha yako ya kiroho au maisha yako ya kimwili inapotea. Kila kitu kina madhara, iwe nzuri au imbaya, utalipia kwa mbegu uliyoipanda. Hiyo ni sheria ya namba moja. Kila unachokipanda ndicho utakachokivuna. Ukiishi kwa kuiba maisha ya nyota ya mtu, wewe ukambadilishia, ukaishi katika nyota yake naye ya akaishi katika nyota yako, nyota yako ni umasikini, nyota ya tabu, shida na maangaiko. Hali hii utailipia hapa hapa duniani na watoto wako pia watalipia. Mbegu hiyo huenda kwa vizazi na vizazi bila wewe kujua. Sheria ya pili ni sheria ya maandalizi ya siri. Mungu humtawarisha Mungu humtayarisha mtu kwa siri kwa muda mrefu kabla ya kumtangaza hadharani. Hivi ndivyo inavyofanya kazi: Mungu mficha mtu kwa muda, mtu anajaribiwa, anavunjwa kwanza kwa mwili na roho, anafunzwa, anafundishwa. Kila mtu aliyeinuliwa na Mungu alipitia kwenye vyumba vya siri, maombi ya siri, utii wa siri, maisha matakatifu ya siri. Inakuza uwezo wa rohoni. Ikaandikwa katika Mathayo 6:6 sali katika siri na baba yako au naye kwa siri atakuzawadia wazi. Ikarudiwa tena katika kitabu cha Samueli wa kwanza 16 mstari wa kwanza mpaka 13. Daudi alipakwa mafuta kwa siri bila umati wowote kujua. Katika Luka 2:40 Yesu alikuwa na hekima na neema, ilikuwa kimya kimya kimi wakati wote, mpaka alipokuwa yuko tayari kwa ajili ya neno. Ukweli katika roho ni kwamba Mungu hatamtangaza mtu ambaye hajapimwa ambaye hajafundishwa kabla ya kufika dharani. Lazima upitie katika chumba cha maandalizi kwanza. Hii ndio sheria ya kiroho ya pili ambayo mtu hufichwa kwanza kabla ya kuwekwa dharani, kabla ya kuwekwa katika agano lake ambalo alikubaliana na Mungu, kabla ya uzao wake ama kabla ya kuzaliwa yeye. Sheria ya pili ni njaa ya kiroho. Kinachokuongeza kwenye ukuaji wa kiroho si uwezo, bali njaa ya roho. Hii ina maana ukiona mtu anatembea kwa nguvu za kiroho ni kwa sababu ndani mwake kuna njaa isiyotosheka, njaa ya Mungu, njaa ya kumtafuta Mungu. Mungu huwajaza wale tu walio na njaa na kiu. Wakipoteza njaa ya kiroho, roho yako upoa na maisha yako ya kiroho pia yanashuka. Katika kitabu cha Mathayo tano sita, ikaandikwa heri wenye njaa na kiu ya haki, kwa maana hao watashibishwa. Kadi unavyolisoma neno la Mungu na kulitafuta kwa bidii, ndivyo pia unavyozidi kuona ulimwengu wa roho unajifungua kwako. Sheria ya nne ni sheria ya kutii amri za kiroho. Utii ni mlango wa baraka, kukosa utii ni mlango wa laana. Hivi ndivyo inavyofanya kazi. Maisha ya kiroho hayatembee kwa hisia, hutembea kwa utii. Ukitii neno la Mungu, roho yako inakuwa na mamlaka. Mapepo hutii wale wanaomtii Mungu tu. Ikaandikwa katika kitabu cha Samueli wa kwanza 15:22, utii ni bora kuliko dhabihu. Ikarudiwa katika kitabu cha Kumbukumbu 28:1-2, baraka zinakuja juu yako kwa sababu ya utii. Hauwezi kuwa na mamlaka ya kiroho bila kuwa na utii. Hauwezi kuwa na mamlaka ya kiroho kama utembei katika utii. Ndio maana hata mapepo hawawakimbii wachungaji, hawawakimbii watumishi wasiokuwa na mamlaka katika roho Haupati mamlaka isipokuwa. Katika Yakobo 4:7 imeandikwa mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Ukweli wa kiroho katika maneno haya, nguvu za kiroho haziji kwa kufunga pekee, zinakuja kuutii. Sheria ya tano ni sheria ya maneno. Neno linalosemwa lina nguvu. Maneno ni mbegu za rohoni. Ukitamka unaumba ukitamka vibaya unaathiri maisha yako. Inafanya kazi katika mtindo huu: kila neno lina uzito rohoni, malaika ufuata na kutekeleza neno la Mungu, neno la Mungu unalotamka. Shetani pia hutumia maneno mabaya unayozungumza dhidi yako. Katika Biblia imeandikwa kwenye kitabu cha Methali 18:24 mauti na uzima vi katika ulimi wako, Ayubu 22:28 utakapolitamka neno litathibitika. Kila ambacho unafanya kwa kutamka ni mbegu unayoipanda. Ukweli ni kwamba kila unachoamua, unachokisema kinaamua mazingira yako ya baadaye. Maneno ni roho, sawa na ilivyoandikwa katika kitabu cha Yohana 6:23. Ukiishi maisha yako ya kiroho bila kujua sheria hizi, unaweza kuteseka pasipo sababu.